Somo moja zuri litakalokusaidia, aina kuu tatu za waimbaji ehe. Ziko aina kuu tatu za waimbaji, ambazo hawa waimbaji unawapata kwenye dunia yote. Nazungumza uimbaji wa, wa kumtukuza Mungu, yani uimbaji wa, wa nyimbo za Injili. Hizi aina tatu ni, ni, ni, ni kuelekeze hapa Aina ya kwanza, huyu mwimbaji anaitwa Gifted Singer, maana yake ni mwimbaji wa karama, yaani unakuwa na karama ya kuimba huyu mtu utamgunduaje? Maana yake huyu mtu anapata uwezesho wa roho Mtakatifu ndani yake ambao ya unakuwa ni karama inayomfanya aweze kuimba mm -hmm. Musa alikuwa nabii, Miriam alikuwa nabii, huyu Musa walipovuka bahari ya Shamu walimwimbia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu karama ya uimbaji baada ya kuvuka iliamka ili, ili ndani ya moyo wa Musa ikampa Musa kuimba, na ndio Boazi Duncan ameimba kutoka kitabu cha kutoka sura ya kumi na tano ule wimbo wa Boaz Duncan ule mpya ehe, ule. E Eh, eh, mtu mpanda farasi na farasi wote wameanguka. Maana yake huu ni uwezesho wa kimungu, ama unakuwa karama inayomfanya mtu aweze kuimba kwa. Unaweza ukaona kwamba karama hii inafanyaje kazi, mtu atapata wimbo akiwa kwenye ndoto, mtu ataota anatunga, anaimba wimbo au anatunga nyimbo, anatoka ndotoni na nyimbo. Lakini mtu anaweza kapata tu uwezesho wa kwenye maombi, akajikuta anapata wimbo, kwenye kuhubiri anapata wimbo. Kuna baadhi ya wahubiri anaweza kapewa ujumbe wa kuhubiri na baadaye ule ujumbe ukawa wimbo huyu mtu anakuwa na karama ya uimbaji. Tunamwita gifted singer. Aina ya pili inaitwa talented singer au natural singer. Hawa ni waimbaji wa asili. Natural singer ni wengi. Hata waimbaji wa nyimbo za kidunia wana vipaji vya kuimba. So unaweza kuwa na kipaji tu cha kutunga nyimbo, cha kufundisha, eh, cha kujua sauti, cha kujua pichi, cha kujua tone color, cha kujua masuala ya, ya, ni unakuta mtu ana elimu ya akili nane ambazo alituambia mtu mmoja, huyo mtu anaitwa Harold Gardner, huyu msomi katika chuo cha Harvard alituambia akili nane, moja ya akili inaitwa music intelligence intelligent, akili ya muziki. Maana yake mtu ana uwezo wa kujua muziki, kuimba, eh, kuimba ajakaa darasani, ni kipaji hiki tunaita eh, talented singer. Aina ya tatu ya muhimu kabisa anaitwa anointed singer. Huyu nataka nimzungumze hapa eh, kwa nguvu zote. Anointed singer maana yake ni mtu umetiwa mafuta na Roho Mtakatifu, umepakwa mafuta kwa kuwekewa mikono au kwa namna yote ile ambayo inakuwezesha we kuimba kwa sababu Roho Mtakatifu amekutia mafuta anakopo, anapokutia mafuta ile anointing inafanya nini? Ina, ina, ina, ina kazi ya kum, kumuinua Mungu na sio wewe, na ndio maana watu ambao wamekuwa anointed kuimba wana unyenyekevu wa hali ya juu. Mfuatilie Boaz Duncan au Dr. Ipiana ni watu ambao hawana majivuno wala jawajitambi wala hawana kiburi. Huwezi kusikia maskendo, huwezi kusikia masifa sifa ajabu ajabu mtandaoni kwa Boaz Duncan ni, au Dr. Ipiana kwa sababu Hawa watu wanakuwa anointed, anointing upako unakufanya uwe na nidhamu ya kimungu ambayo inalenga kuminua Mungu peke yake. Maana yake utawaheshimu walio chini na walio juu yako na wale ambao hawana uwezo kama wewe, kwa sababu umekuwa anointed. Sikia ni kwambie, ukiwa mwimbaji lakini ujawa anointed, ndo hawa wanaotusumbua kwenye, kwenye dunia ya leo, na ndo hawa wanaotusumbua kwenye uimbaji, ndo wanaotusumbua makanisani, ndo wanaowasumbua wachungaji pia, kwa sababu anaimba kwa sababu ana kipaji. Sikia ni kwambie, ehe, hata waimbaji wa dunia wana vipaji vya kuimba. Hawa mtukuzi Mungu aliye mbinguni A -a -a -a. Ukiwa anointed yani, ukitiwa mafuta kwa ajili ya uimbaji utakuwa ni mwimbaji ambaye kazi ndani yako utakuwa una ule wivu na hisia za kufanya kazi hiyo. Maana yake ni mwimbaji anayewiwa kuimba kwa lengo la kumtumikia Mungu, si kitu kingine lakini. Mtu huyu anapokuwa anointed, kile kitabu cha Isaya ile sura ya 10 27 anasema kwa kutiwa mafuta nira inavunjika. Maana mtu aliyekuwa anointed anaweza akaimba watu wakafunguliwa. Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Fanani Sedekia? Ni mtu ambaye alikuwa akiimba, ndiye mwimbaji pekee. Tanzania hajawahi kutokea ambaye uimbaji wake mwenyewe uliweza kukusanya watu wakaja uwanja wa mpira mwenyewe. Leo hii tunajaza uwanja wa mpira tunakusanya lundo la waimbaji kwa sababu tula, hatuna anointed singer. Sikia ni kwambie anointed singer kiimba hata wapiga mziki wanaweza wakakutana na nguvu za Mungu. Ni yuko mtu mmoja anaitwa Ebuka Nigeria, nilifuatilia uimbaji wake, anaimba wapiga drum, wapiga gitaa wapiga piano wanakutana na nguvu za Mungu mule mule, kwa wale wale wanaompigia vyombo, wanaanguka mapepo, wengine wanajaza roho Mtakatifu kwa sababu Ebuka amekuwa uh, anointed, na ndio maana anapoimba nguvu za Mungu zinashuka na zinasababisha majibu, zinasababisha matokeo makubwa kwenye maisha ya watu, na ndio huyu mtu atakuwa ana wivu na kiu ya kumtukuza na kumtumikia Mungu, lakini pia unapo unapokuwa una una anointed, yani unapotiwa mafuta, maana yake unavunja nira. Ndio maana kuna waimbaji wa kimba, mfano Boazi Duncan, upati shida ukihudhuria kwenye concert la Boazi Duncan, kukutana na nguvu za Mungu, kuponywa na kufunguliwa. Kwa sababu au Dr. Epiana, kwa sababu wamekuwa anointed. Ai ya, ya, ya, ya, ya. Sikieni ni kwambie pia jambo la mwisho, mtu aliye ambaye ni mwimbaji ambaye ni anointed singer, anapoimba maana yake ndani yake ana Uwezo wa kuponya mioyo iliyovunjika. Mtu aliyekuwa anointed ya kimba, kuna uponyaji wa kimungu unaopita kwenye mioyo iliyo iliyovunjika, maana yake kukata tamaa. Kuna special comfort, kuna faraja maalum, kuna uponyaji maalum, kuna mguso maalum maalum, kuna nini, kuna uvuvio maalum unaoleta majibu ndani ya nafsi za watu. Ubarikiwe eh.